Habari ya asubuhi jamani, mi naitwa Julius Gabriel Mwita. Mimi nilikuwa katibu wa sekretarieti ya kamati kuu ya Chadema kwa miaka tisa. miaka tisa tangu mwaka elfu mbili na kumi na sita niliteuliwa mara ya kwanza kuwa katibu wa sekretarieti na wakati huo nikiwa katibu mkuu wa baraza la vijana wa Chadema nikasevu mpaka 2019 baada ya uchaguzi e. nikamaliza kipindi changu cha kuwa katibu mkuu wa baraza la vijana wa Chadema. E, nikateuliwa tena kuwa katibu wa sekretarieti ya kamati kuu ya chama, nikasevu kwa kipindi cha miaka mingine mitano e, mpaka 2025 baada ya uchaguzi e, nikateuliwa tena kuendelea na wadhifa huo wa wa katibu wa sekretarieti ya kamati kuu sasa wakati huo nikitekeleza majukumu ya katibu wa sekretarieti ya kamati kuu ya Chadema pia nilikuwa natekeleza majukumu ya mkuu wa mafunzo e, ndani ya chama sambamba na mkuu wa tathmini na ufuatiliaji ndani ya chama kwa hiyo pamoja na kuwa katibu wa sekretarieti ya kamati kuu ya chama nilikuwa pia na nafasi nyingine ambazo nilikuwa nazifanyia kazi sasa kwa nini nimekuja leo hapa kuzungumza? E, nimekuja kutokana na yaliyojitokeza jana mitandaoni na baadhi yenu mkayaripoti, e, kwa namna moja au nyingine, na nikawa napokea simu nyingi sana e, simu nyingi kutoka kwa nyinyi waandishi wa habari, lakini simu nyingi vile vile kutoka kwa, kwa, kwa wanachama wapenzi, washabiki wa Chadema. E, wafuasi wa Chadema maeneo mbalimbali kutaka kujua hasa ni nini ambacho kimetokea kime, kwa hivyo nikadhani ni vema nikajitokeza hadharani na nikasema nika jambo kuhusu sakata hilo ambalo limejitokeza jana na, na likaripotiwa kwenye mitandao ya kijamii na baadhi ya vyombo vya habari vikazungumza kuhusu jambo hilo eh, la mimi kuondolewa kwenye nafasi ya katibu wa sekretarieti ya kamati kuu ya Chadema. Sasa kwanza niseme ni kweli, ni kweli kwamba nimeondolewa kwenye nafasi ya katibu wa sekretarieti ya kamati kuu ya Chadema, na na niwape comfort, niwape comfort watu wengi ambao eh, wanaamini kwamba Julius Mwita ameumia sana kuondolewa kwenye nafasi ya katibu wa sekretarieti ya kamati kuu ya Chadema, kwamba sijaumia kuondolewa kwenye nafasi ya katibu mkuu, uh, katibu wa sekretarieti ya Chadema. Lakini kwa nini nimekuja kuzungumza hapa? Moja ni kutoa ufafanuzi au kukiri hadharani hilo, lakini mbili, kueleza yale ambayo yanasemwa kwamba ni sababu ya Julius Mwita kuondolewa kwenye nafasi ya katibu wa sekretarieti ya kamati kuu ya Chadema. Ukisoma taarifa ya, ya, ya, ya chombo kimoja cha habari kimenukuu eh, meseji zinazoonekana kusambaa mitandaoni na kwamba kuna kundi linaitwa G55 liliundwa, linapinga msimamo wa chama kuhusu no reform, no election, na kwamba huu kupinga msimamo wa chama ni usaliti, ni uhaini, ya watu wanatakiwa wafukuzwe wanachama na mambo mengi kama haya. Kwa hiyo nasema ni, ni muhimu haya mambo yakawekwa sawa. Kwanza ni sema mimi sijaondolewa kwenye nafasi yangu kwa sababu ya hizo message mimi nimeondolewa kwa sababu ya chuki, ubinafsi, visasi, hasira, uchungu na vinyongo ambavyo vipo kwenye uongozi wa sasa wa Chadema. E, e, kwa kipindi cha miezi miwili naweza nikasema, ambacho nimetumika mwaka huu kama katibu wa sekretarieti tangu tarehe e, 21, imepita Januari. Nimi, mimi binafsi nilikuwa kama yatima, yaani unaishi kama yatima, unaishi na watu ambao unaona moja hawakuamini, mbili wanakutreati kama mtoto wa kambo, mtu ambaye hufai kuwepo sehemu fulani, upo kwa sababu ya labda umependelewa au kuna mtu anakubeba, huna uwezo eh? kwa hiyo, kulikuwa na treatment ambayo haikuwa sawasawa sawa. Na na na niwakumbushe, niwakumbushe. Nyinyi waandishi wa habari na mnakumbuka na wanachadema wanakumbuka kwenye kikao cha kamati kuu ya Chadema kilichokaa tarehe kumi na kumi na moja Machi e, makao makuu ya chama. Mimi nilikuwepo kwenye kikao cha tarehe kumi Machi e, zilipotoka picha za Mwita yuko kwenye kikao cha kamati kuu ya Chadema. Mwita alitukanwa nchi nzima huyu mtu anafanya nini kwenye kamati kuu? Huyu ni msaliti U... Nikajiuliza maswali mengi sana hivi hivi, kwa sababu tu Julius Mwita alionekana kuwepo kwenye uongozi wa, wa chama uliopita uliokuwa unaongozwa na Freeman Mbowe, huyu mtu amekuwa mbaya kiasi hicho? Huyu mtu amekuwa mbaya kiasi hicho? Wakazungumza mengi sana, Twitter, Clubhouse, kwenye magrupu ya WhatsApp wengine wakajikusanya wakatengeneza petition kwamba hawamtaki Julius Mwita kwenye vikao vya kamati kuu. Kwa hiyo nataka watu wajue kwamba Julius Mwita hajaondolewa kwa sababu eti anapinga no reform no election. Mwita ameondolewa kwa sababu imesemwa kwamba huyu ni mtu mbaya sana, na ubaya wa Mwita hakuna anayeweza kuusema. Yako mengi yanazungumzwa ambayo hayana ushahidi e, mojawapo ni kwamba Mwita aliharibu chaguzi za chama, chaguzi ambazo zimewaweka wengine madarakani leo, lakini zinasemwa kwamba Mwita aliharibu chaguzi za chama na hakuna hata mtu mmoja anayeweza kutoka akasema kwamba hizi chaguzi eh, eh, zilizoharibiwa ni zipi. Na na for your information, yuko mtu mwingine atafukuzwa hivi karibuni kwa sababu ya chuki tu hizi. Yuko mtu mwingine atafukuzwa, sitaki kumtaja leo, lakini yuko habari, hii wiki haiishi utasikia naye amefukuzwa labda baada ya mimi kusema leo wanaweza wakamspea spea kidogo ili kuona kwamba kumwonesha kwamba amwita alisema uongo. Lakini hamalizi hii wiki wanamfukuza mtu mwingine ambaye e, anaonekana kama ni tatizo. Na hata sasa hivi tunavyozungumza wako wajumbe wa kamati kuu ambao walikuwa na mwelekeo wa kuunga mkono Freeman Mbowe wanashughulikiwa sawasawa kwenye kundi la kamati kuu la WhatsApp, wana tukanwa wanasema vibaya na, na na hii ni chuki tu, visasi, vinyongo, uchungu. Hatuwezi kuendesha taasisi kubwa kama Chadema inayotegemewa na Watanzania kwa chuki, vinyongo, visasi, eti kwa sababu mtu hakukuunga mkono kwenye uchaguzi, sasa amegeuka kuwa mbaya, eti kwa sababu mtu hakukuunga mkono kwenye uchaguzi, eti amegeuka msaliti. Meona juzi, meona juzi amepigwa binti anaitwa Siglada, chama kimekaa kimya, baada ya muda kinatoka na tamko tunachunguza anapigwa mwanamke na mwanaume, anaumia, mnasema mnachunguza. Hii sio sawa sawa, hii, hii haiwezi kuwa sawa. Watu wanaendelea wa, wa, wa kushughulikiwa ndani ya hiki chama. Mtakumbuka hata wakati wa mchakato wa uchaguzi ndani ya chama alivuliwa uongozi Emmanuel Ntobi bila kufata mchakato wa kikatiba, akaondolewa kwenye mwenyekiti wa mkoa, lakini vile vile mwenyekiti wa vijana wa mkoa wa Shinyanga Emmanuel Vuga Ameenguliwa on, kwenye uongozi wake wa mwenyekiti wa Bavicha mkoa wa Shinyanga. Lengo ni nini? Kuondoa watu wote waliomuunga mkono Mbowe kwenye chama hiki. Lakini tunajiuliza hivi, wanachadema wenzetu wanatuchukia sisi tuliomuunga mkono Mbowe kuliko wanavyochukia matendo mabaya ya CCM. unaweza kuwachukia wenzako ulioishi nao miaka kumi, kumi na tano kuliko unavyoweza kuchukia ubaya unaofanya na serikali ya CCM? Unarudi una tu pale pale kwamba hawa watu wana chuki wana vinyongo wana hasira wana visasi wale ambao mnasoma kwenye magrupu ya WhatsApp mtaona huko yanayozungumzwa hawa hawafai wafukuzwe ni kwa wakati kabla sijaja hapa nasoma wanasema wafuatao wafukuzwe Chadema jina la kwanza pale Freeman Mbowe anayesema hivyo amejiunga na Chadema mwaka 2023 anasema Freeman Mbowe afukuzwe Chadema unajiuliza hii chuki imetoka wapi ile family hood ambayo Chadema tulikuwa nayo miaka hiyo tunakaa kama family imeenda wapi? Ile love iliyokuwepo ndani ya chama imeenda wapi? Sasa nilitaka kwanza nijenge msingi huo kwamba mimi sijaondolewa kwa sababu eti napinga no no reform no election, ila nimeondolewa kwa sababu nachukiwa. Nimeondolewa kwa sababu nina, ninaonekana kuwa ni mfuasi wa Mbowe. Sasa Mbowe leo amekuwa mtu mbaya sana kwa Chadema kiasi hicho? Sasa yako mambo nitayasema hapa E, yatakayoonyesha kwamba hii ni chuki tu wala hamna kitu kingine. Kwa hiyo hilo ikabidi niliseme hiji, lakini jambo la, la la pili, jambo la pili, mimi msimamo wangu kuhusu no reform no Midas, wangu, no, no no reform no election, binaf msimamo wangu no no reform no election ni kwamba sote tunajua na, na, na, na, nitashangaa mtu anaweza kusema Mwita anapinga no reform, mimi nimegombea ubunge Msoma mjini mwaka elfu mbili na ishirini, na kuwa kwangu katibu wa sekretarieti ya kamati kuu, mkuu wa mafunzo, mkuu wa tathmini na ufuatiliaji hakuwezi kuondoa ugombea wangu wa ubunge mwaka 2020 jimbo la Msamjini. Niligombea na mimi nilishinda ubunge Msamjini, ila nilinyang'anywa ubunge wangu na jeshi la wananchi, na nilisema siku ile ya uchaguzi tarehe 28 mwezi wa 10 2020, kwamba jeshi linaingiza matokeo Kwenye vituo vya uchaguzi, jeshi linapiga wananchi, jeshi linapora uchaguzi, jeshi la wananchi sio tume, sio jeshi la wananchi. Kwa hiyo mimi kutaka reform ni kitu paramount, lakini ukiniambia no, no election, swali ambalo tumeliuliza kwa wale ambao mmeweza kusoma kusoma hizo zinazoitwa screenshot, maswali yangu yalikuwa ni haya, tunazuiaje kama mtu anaweza akanijibu kwamba tunazuiaje uchaguzi usifanyike? Sote tumeona sisi e, CCM inajiandaa ina na uchaguzi mpaka imeshateua na mgombea urais, imeteua mgombea mwenza, inaendelea kuandaa ilani, inaendelea kuandaa wagombea wa ubunge, inaendelea kuandaa wagombea wa, wa udiwani, inaendelea na michakato yote ya kiuchaguzi. Tume ya uchaguzi inaendelea na michakato ya kiuchaguzi imeshamaaliza kuandikisha wapiga kura nchi nzima, imeandikisha wapiga kura Dar es Salaam. Kama tulikuwa tuna uwezo wa kuzuia uchaguzi, tulipaswa kuzuia, kitu cha kwanza ni ni ni kuandikishwa wapiga kura. Tulitakiwa tu test water kwa kuzuia uandikishaji wa wapiga kura Dar es Salaam. Kwa nini? Kwa sababu haukuwa sawa sawasawa na sheria inayotaka. Sheria inataka wapiga kura waandikishwe angalau mara mbili kwa miaka mitano. Serikali haijaandikisha, tume haijaandikisha wapiga kura angalau mara mbili kwa miaka mitano. Sasa unashindwa kuzuia kitu cha kuandikisha tu wapiga kura kwa sababu ni kinyume cha sheria. Alafu unasema no election. How? How no election mzee? Tueleze unazuiaje uchaguzi? Hakuna anayesema tunazuiaje uchaguzi, tunaambiwa tu no reform no election. Sisi kwenye hilo kundi la G55 tulichokuwa tunasema no reform is paramount. Hakuna mtu anayekataa kuhusu no reform. Hakuna mtu anayesema no reform haitakiwi. Sisi tumesema tuna sababu milioni za kutaka no reform kwenye nchi kwenye nchi hii. Kwa hiyo hoja ya no reform ni hoja paramount. Mtu yeyote mwenye akili timamu atasema hakuna reforms zilizofanyika kwenye mifumo e, ya kiuchaguzi nchi hii. Kwa hiyo no no reform basically, no reform kwenye nchi. Kwa hiyo lazima tutafute reforms, lazima tutafute reforms. Na na tunatafutaje reforms tunatafuta reforms kwa kuengage jamii, kuengage watu, kuengage wadau, kuengage. Sasa, sasa ndugu zangu wa Tanzania na ndugu zangu wanachama wa Chadema, mimi ni mbaya sana na natakiwa niondolewe kwenye chama. Sasa kiongozi wa dini mnayemwingeji Chadema ni Mwamakule. Ana kanisa wapi? Nani anajua kanisa la Mwamakule lilipi? Kiongozi wa dini mnayemwingeji Chadema ni mwanamapinduzi, seriously Mwana mapinduzi ambaye ni msaidizi wa Gwajima, Gwajima mbunge wa kwao. Ndio kiongozi wa dini mnaye mwingeji mnasema no reform no election. Seriously. Yaani kwamba huo ndio serious tulio nao tunasema no reform no election. Alafu kiongozi wa dini tunaye mwingeji mwana mapinduzi. Sisi tumekaa mahali fulani, baadhi ya watu wakamuuliza mwenyekiti wa chama. Hivi mwenyekiti, tunaongozana na mama kula ana block gani anayoweza kushawishi? Kama kweli unazungumza no reform Wakatoliki wanasemaje? Wakatoliki wameandika waraka wa Kwaresimu, wanawaambia waumini wao, nendeni kupiga kura, nendeni mkajiandikisha kupiga kura. Waraka wa Kwaresimu wanawataka wapige, wa Katoliki, wa, wakapige kura, umemwingeji nani? CCT wanasemaje? Bakwata wanasemaje? Shura ya maimamu wanasemaje? Hawa ndio viongozi wa, wa dini wanaozungumza kura hey, wanamapinduzi. Come on guys, get us, get yourselves be serious about that. Kwa hiyo sisi tunasema hakuna mtu anayekataa no reform. Kampeni ya no reform is a serious thing. Kila mtu lazima afikirie kuifanya kui na kuisukuma ikamilike. Lakini unapokuja kusema no election, what do you mean? Unless kama no no election, ni Chadema kutokushiriki uchaguzi. Ukisema no election ni Chadema kutokushiriki uchaguzi, then we can talk about that. Lakini ukisema no reform, no election, kwamba hakutakuwa na uchaguzi nchini. Hey, swali okay, so namba mbili linakuja tunalouliza, ambalo tunataka majibu tu sisi, kwenye kwenye kundi lile tulikuwa tunauliza majibu tu okay. Unaposema no reform, no election, kama ukishindwa kuzuia uchaguzi Oktoba elfu mbili na ishirini na tano na wakaendelea CCM na serikali yake, Fate ya Chadema ni nini? Fate ya Chadema ni nini miaka mitano ijayo? Chadema itakuwa wapi miaka mitano ijayo? Mimi, kwenye hili, ni niseme hivi ni? tumemaliza uchaguzi elfu mbili na ishirini yakatokea yaliyotokea. Chadema tukakaa kwenye kamati kuu tukasema hatukubaliani na hatukubali matokeo wala mazao yatokanayo na uchafuzi. Kwa hiyo tukakataa wabunge wa viti maalum, tukakataa madiwani wa viti maalum, tukakataa ruzuku bro. Uliza, hicho chama kilikuwa wapi kati ya elfu mbili na ishirini mpaka elfu mbili na ishirini na tatu Uliza, hicho chama kilikuwa wapi? Kuna watu wanakuja leo wanasema tunaweza tukasurvive tu, tunaweza tukasurvive tu, hawakuwepo. Kuna watu walimaliza uchaguzi elfu mbili na ishirini wakakimbia nje, na nyinyi mnajua walikimbia, wakatuacha hapa Tanzania, sisi tukapambana na Magufuli hadi akafa.